Mama ataendelea na mbio za urais, narudia, mi sikosei, sikosei, sikoseaji, sikoseaji. Video zipo, video zipo, video zipo ambazo nimesema mambo kabla hayajatokea na yametokea. Hakuna kitu nimesema alafu kisitokee, vyote vimetokea. Mungu ameniambia, mama, unaenda kufa, unaenda kuwawa na natake kuwa huyo mtu ni wa kiume tena, kijana. Nimemuona anakuondoa tayari, unawindwa alafu, mgombea mpya atasimama. Haupaswi kuendelea na uraisi, naarudia, Mungu hajakupa kuendelea. Kwa hiyo, Mungu mwenyewe anakuondoa. Mungu anakuondoa. Unisikilize jamani, Bibilia hizi tusisome kama stori. Kuna, kuna wafalme huku kwenye Bibilia huku Mungu aliachilia manabii ili kuwaonya ili kuwapa habari za wokovu, wakazipuuza, wakafa, wakina Farao, wakina Herode. Leo zama hizi, mko nyinyi ndio wafalme, na mimi ni mtumishi wa Mungu mwalimu. Mimi ni mtumishi wa Mungu mwalimu. Bwana aniambia nikuambie, achana na uraisi. Sasa ni hivi, kama huyaamini haya basi wewe endelea, utaona. Mara ya kwanza utashambuliwa na utajeruhiwa. Kuna jinsi ambavyo utashambuliwa utajeruhiwa, kama, eh, eh, kama warning. Utapata majeraha, utakuwa mgonjwa. Kuna namna utakuwa utakuwa huko sawasawa kiafya, kimwili. Hiyo itakuwa ni warning kwamba acha usendelee na uraisi, achana na uraisi. Ya pili mwindaji hata kukosa ya kwanza, mwindaji atakupiga, atakujeruhi tu lakini hatakufa, ila utakuwa umejeruhiwa. Yaani ya pili haujeruhiwi, unadedi. Narudia na hapa nasema hivi, yamkini mama mama yangu utaendelea. Acha mimi niwaambie sasa Watanzania. Hapa ndio mahali ambako Mungu anaenda kujitwalia utukufu wake kupitia Mama Samia kama akiendelea, kama akiendelea, Mungu anakwenda ku, kujitwalia eh, utukufu wake, na Tanzania wote mtajua kwamba yuko Mungu anayeishi milele, yuko Mungu aliye hai, yuko Mungu anaisikia maombi, yuko Mungu anaisikia kilio cha wenye haki, yuko Mungu anaisikia machozi na vilio vya watu wenye haki. Tanzania itajua kwamba yuko Mungu, lakini sio tu kujua yuko Mungu na mimi ni mtumishi wake na mimi, na mimi ni mtumishi wake. Narudia tena, mama akiendelea, Mungu atajitwalia utukufu wake. I tell you, sidanganyi, sidanganyi mimi.